Unaweza kufata huyu mtu mwenyewe kusoma wala kuandika. Sasa huyu mwenyewe kusoma wala kuandika, amesomeshwa na Allah, amesomeshwa na Allah. Habari hizi amezitoa wapi? Mtu mwenyewe kusoma wala kuandika, habari hizi mpaka leo tunachan kuna kuistilafu 23 na contradiction de la Biblia inayozungumza habari hizi, kwa ni dhana na mtu kweli akiyafata nakichunguza nakuta kweli dhana na. Ikiwa takazana takangania tu, basi ana faida fulani yenyewe, anavizia tu faida fulani. Bwana mimi siwezi kuwacha hivi bwana, ni kazi bwana, maisha bwana, lakini hakuna tajiri kama Allah. Allah ni tajiri wa matajiri, ni mfalme wa wafalme, bwana wa mabwana. Atakupa elewa ukweli kwenye maandiko hii. Sasa kuna ikhtilafu nyingi, lakini hebu tuulize tena kipengele, pointi ya mwisho. Katika Qurani Allah anasema kwa hakika hawakumuua, bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Kwa nini Qurani inadai hivi? tunaiuliza Bibilia Luka 22 39 hadi 44 Luka makumi mbili na mbili mstari wa makumi tatu na kenda mpaka makumi na ine p andiko inasema, Bibilia liko wazi: akatoka akakwenda zake katika kilima cha Zeituni kama alivyozoea Wanafunzi wake wakamfuata. Alipofika bahali pale, akawaambia ombeni, msingie majaribu. Akajitenga kwao kadiri ya kutupajiwe, akapiga ma... magoti akaomba akisema, Baba, ukipenda uniondolee kikombe hiki, lakini mapenzi yangu yafanyike bali ila mapenzi yangu mapenzi yangu yafanyike ila mapenzi yako. Malaika kutoka mbinguni alitokea akampa nguvu, naye alikuwa katika uchungu sana, akazidi kuomba kwa bidii, na jasho yake ilikuwa kama matone ya damu yanayoanguka katika utongo. tabia Yesu anaona shida, Mayahudi wanataka kumkaribia kumuua, ikabidi aende akamlilie Allah. Kwa sababu hakuna mwingine atakate mokoa na hiyo habari ya mauti isipokuwa Allah pekee yake. Akapanda huko juu akawaambia wafasi wake ungeni msingie macharibuni. Kwa kulia sana Yesu na kumwomba Mungu mpaka jashu yake ikageuka matoni ya damu ikaanguka kwenye ardhi tu, tu, tu. Allah sikubali maombi yake akatai kusikia dua yake kwe. Manabii wengi walimwomba Allah aokoe, Allah akatuma malaika wao, akamtuma malaika wake Allah, akakuja kuokoa. Kama vile tukisoma katika Zaburi kumi na nane mstari wa tisa mpaka kumi na tisa inazungumza habari za Yesu. Zaburi kumi na nane mstari wa sita. Sikiani vile maandiko inasema, ndugu zangu, watu kama hawataki kupekua maandiko, wanakaa tu kazi ya kusema sema. Maandiko ambayo yako wazi inasema nini? katika tabu yangu niliita Bwana, Bwana manake Mungu, nalilia kwa Mungu wangu. Alisikia sauti yangu kutoka hekalu lake na kilio chake, kilio, e, e, na kilio changu mbele yake iliingia masikioni mwake. Halafu nchi ikatikisika na kutetemeka, misingi ya milima ikasukasuka vile vile na ilitikisika, kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Moshi ukapanda toka pua yake, na moto ukatoka uka kinywani mwake ukakula uka, uka makaa yakawashwa nayo. Akainamisha mbingu vile vile akashuka, na giza kubwa lilikuwa chini ya miguu yake. Akapanda juu ya kerubi akaruka, ndio akaruka mpio juu ya mabawa ya upepo. Akafanya giza kuwa pahali pake pa kujificha, kuwa hema yake ya kumzunguka giza ya maji, mawingu mazito ya mbingu. Kwa kung'aa mbele yake, mawingu ya mazito ikapita, mawe ya mvua na makaa ya moto. Bwana akanguruma mbinguni vile vile aliyejua akatoa sauti, sauti yake, mawe ya mvua na makaa ya moto. Akapiga mishale yake akasambaza, ndiyo umeme wengi sana, akawatabisha. Halafu njia za maji zilionekana na misingi ya dunia zilionekana na misingi ya dunia ilifunuliwa kwa kuhamaki kwako, E Bwana, uvumbe wa pumzi wa kuwa yako. Akatuma tukajua, akanishika na kunitoa katika maji mengi, akaniponesha na adui wenye nguvu na kutoka kwangu, akanichukua kwa sababu alikuwa na nguvu mimi wakakuja ya juu yangu kwa sababu ya hasara yangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu, akanitoa na kunipeleka vile kwa pahali pakubwa, akanitoa kwa sababu alinifurahia. Hii inatabiri kwa Yesu. Yesu anamlilia Mungu, Mungu analeta giza, inakuwa pahala pake pa kujificha. Wakati giza ilikuwa pale, watu wote walikimbia, walisambaa, mtetemeko wa radi, radi imepigwa ikakuja tremblement de terre Alafu maji yakajaa, kina Pilato wametafuta njia, wakapita katikiza, imefanya saa tatu, ikakuwa mahala pake pa kujificha Yesu. Wakamkosa, yuko wapi? Ndio Qurani inasema kwa hakika wali awakumua bali Allah alimnyanyua kwake. Allah alimnyanyua kwa kumnusuru, kwa sababu Yesu alisema katika Matayo 77 tisa kumi, mwombeni Mungu mtajibiwa mtu akigonga atafunguliwa, akiomba atapewa. Habari hizo mnayajua. Kila mtu nani mwenyewe, akimwomba mtu yesu kama anamuomba samaki ampe nyoka? Nani mwenyewe mungu, akimwambia, ukimwambia mungu nipe samaki, cha nakupa nyoka? Au ukiomba mkate nakupa chiu? Yesu anajua hii, Mathayo saba saba kumi. Sasa yesu anamuomba mungu wake, mungu akateremsha malaika, akampa nguvu, akampa nguvu. Ndiyo maana Yesu alisema katika Yohana 12:36, nasema mtanitafuta, mtanikosa, hamtajua fasi nimejificha. Sasa tunaiuliza Bibilia, je, Yesu alikomwomba Mungu? Mungu alikubali dua yake? wa Ibrania tano saba, sura ya Ibrania, Ibrania sura ya tano mstari wa saba, andiko hilo linasema nini? Wahibrania tano saba tano saba inasema: yeye katika siku za mwili wake alimwomba yule awezaye kumwokoa katika mauti, maombi pamoja na kulalamika sana na kulia sana. Mungu akamsikiliza, Mungu akamsikiliza kwa sababu alipewa mcha Mungu. Yesu alipokuwa katika siku za mwili wake, andiko linasema wazi, alimwomba yule awezaye kumwokoa katika mauti. Hakuna mwingine angekuwa na uwezo isipokuwa Allah, Mungu pekee. Sasa maombi yake na kulia sana mpaka mirani naonekana, mpaka jasho lake likageuka tone la damu, likageuka damu likidondoka juu ya udongo, juu ya ardhi, Mungu amesikia, kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Kama Mungu alisikia maombi yake, kile kilichoweka pale msalabani ni nani? Ni kitu gani? Walakin, shobihala alibabashiwa, mtu mwingine wakamdhani kwa Nabii Isa. Ikiwa kama kitendo kile ni kizuri kia kuokoa watu, Yesu alikuja kuokoa watu akamwaga damu yake, kwa nini Yuda hukumiwe? Kwa nini? Bila Yuda hamngemwona Yesu, na bila Yesu kufika msalabani damu yake kumwagika watu wongeokoke. Sasa mtu mwenye kukufikishia huyo Yesu msalabani juu uokoke, kwa nini akuwe mbaya? amefanya ah, dhambi bwana? Kama amefanya dhambi, kwa nini kile kitendo kinakuokoa kwa nini hiyo dhambi nakokoa? Kitendo cha dhambi kinaweza kuondoa dhambi nyingine? Au kitendo cha dhambi kinaweza kusafisha dhambi? Inawezekana shetani awakusanishe watu awapeleke kwa Yesu, Yesu afe kisha watu waokoke? Yesu naweza, shetani naweza au Mungu vipi, na shetani anaweza au Mungu vipi ashirikiane na shetani ili awapeleke watu katika wokovu? Kwa nini petro aseme bwana unisamee sijui nilifanyalo usameeni dhambi kwa nini dhambi sikusafishe so, nyingine dhambi habari hizi Qurani umeeleza wazi ni maneno yao, ni masimulizi yao, ni dhana. Hitilafu tumeona ishirini na tatu hapa ziko nyingi, lakini kwa muda mfupi, kwa kuona msiwacheleweshe waislamu wasio waislamu, wa wa islamu, ningependa nimalizie hapa. Nimalizie pa inshaallah, Allah tutakutana katika siku nyingine na tutapanga mada nyingine, insha Allah. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Katika Kibrania shalom alekem, manake maanayake amani ya Mungu liwe kwenu nam